Kuwa kiongozi anayeheshimiwa kote ulimwenguni, historia ya upapa ni simulizi ya imani, ustahimilivu, na kumbukumbu -kumbu ya zaidi ya miaka elfu mbili. Mary Muoki anaangazia historia ya upapa ambayo ni simulizi ya imani na uongozi wa kujitolea, kuanzia Mtakatifu Petro hadi Papa Francis. Tunatazama baadhi ya mapapa waliojijenga katika Kanisa Katoliki. Safari ya upapa ilianza na Mtakatifu Petro, ambaye Yesu Kristo alimwita mwamba wa Kanisa. Akiwa mvuvi aliyekuwa kiongozi, Petro alihudumu kwa miaka thelathini na minne. Alikufa kwa njia inayofanana na ile ya Kristo, tofauti ikiwa ni kwamba alisulubiwa kichwa chini wakati wa utawala wa Kaisari Nero, mahali ambapo sasa panajulikana kama Vatican ndio chimbuko la jina la uwanja wa St Peter's Square. Kutoka wakati wa Petro hadi kwa Papa anayetuma ujumbe kwenye mtandao, kumekuwa na mapapa 266 katika kipindi cha karibu miaka 2000. Katika karne ya 20, Papa Pius wa 12 aliongoza Kanisa Katoliki kwa miaka 19 kuanzia mwaka 1939 hadi 1958. Vita vya pili vya dunia vilitokea wakati wa uongozi wake na raia huyo wa Italia alikuwa na mchango mkubwa katika kuongoza kanisa katika nyakati hizo za misukosuko akihimiza amani. Rekodi ya Papa aliyohudumu kwa muda mfupi zaidi inashikiliwa na Papa John Paul wa kwanza aliyefahamika kama Papa mwenye tabasamu alitawala kwa siku 33 tu mnamo mwaka 1978 kabla ya kufariki ghafla kutokana na mshtuko wa moyo. Katika nyakati za hivi karibuni Papa John Paul wa pili alikuwa miongoni mwa mapapa waliotawala kwa muda mrefu zaidi. Alichaguliwa mwaka wa elfu moja mia tisa sabini na nane na, na kuhudumu kwa miaka ishirini na tisa. Alijulikana duniani kote kutokana na safari zake nyingi, mvuto wake wa kipekee na ushawishi katika siasa za kimataifa. John Paul wa pili alikuwa papa wa kwanza kutoka Poland. Alizungumza lugha nyingi, alinusurika jaribio la kuuawa, na alisaidiwa kusambaratisha mfumo wa komunisti. Alifariki kwa mshtuko wa moyo akiwa na umri wa miaka themanini na minne mnamo mwaka elfu mbili na tano. Papa Benedict alichukua nafasi ya John Paul wa pili. Papa Benedict kutoka Ujerumani alichaguliwa mwaka elfu mbili na tano. Hata hivyo, mwaka elfu mbili kumi na tatu aligonga vichwa vya habari kwa kujiuzulu, papa wa kwanza kufanya hivyo kwa zaidi ya miaka mia sita akitaja sababu za kiafya. Aliishi kwa miaka mingine kumi na moja na kufariki mwaka elfu mbili ishirini na mbili akiwa na umri wa miaka tisini na tano Kufuatia kujiuzulu kwa Papa Benedict, Papa Francis alichaguliwa kuwa papa wa 266 na, na wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini. Mzaliwa wa Argentina, alijulikana kwa maisha ya unyenyekevu na msisitizo wa huruma kwa wote. Papa Francis aliaga dunia siku ya Jumatatu asubuhi akiwa na umri wa miaka 88 na baada ya miezi kadhaa ya kuugua. Katika historia, papa ndiye kiongozi wa kanisa Katoliki na askofu wa Roma, akiongoza imani na maadili ya wa Wakatoliki bilioni 1.4 duniani. Papa ni dira ya maadili, sauti ya haki, huruma na amani kwa wote. Mapapa mia mbili sitini na sita, kila mmoja akiwa na dhamira kuu ya kutumikia na kuwa mchungaji. Kutoka kwa Mtakatifu Petro hadi tabasamu la Papa Francis, upapa unaendelea kuongoza kwa ustahi milivu. Mary Muoki, Roninga ya Citizen.